Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Bana Harmonize ameweza kujitokeza na hii hapa ni baada ya kuweza kushuhudia management yake ama Rekolebo ambaye anaimiliki kuweza kutoa taarifa kwamba ameahirisha show yake ambayo alitakuwaweza kuifanya Dodoma tarehe saba mwezi huu hapa. By the way, hii hapa ni taarifa ambayo imekuwa gumzo sana na comment za wadau zimekuwa ni nyingi. Ukiangalia ni kipindi ambacho wasanii mbalimbali wanaweza kupitia situation na kuwa wanapunguza wafuasi kwenye mitandao yao ya kijamii. Tumeweza kuona kuanzia jana stories zinazotrend ni hizo hasa. Harmonize amekuwa miongoni mwa watu ambao wamechukua hatua kuweza kupostpondi ama kuisogeza mbele show yake ambalo itakuweza kuifanya Dodoma tarehe saba. Kupitia ukurasa wa Konde Gang wameweza kuposti picha ya Harmonize na kusema show postpondi prayer up for peace and healing na kuweka emoji ya Tanzania, lakini pia emoji ya love na upendo, hii ikionyesha kwamba wameweza kuahirisha hii show kwa sababu ya hichi kipindi ambacho watu bado wanaomboleza, lakini pia kwa ajili ya amani ya Tanzania lakini pia kitu ambacho nimeweza kuona kwenye komenti wadau mbalimbali sana wanatamani kuweza kuona hii show itakuwaje. nimeweza kuona watu wanasema, Wagogo tuangushe tafadhali. Ah, mwingine hapa anasema anatoka Mbeya kwa ajili ya kuweza kwenda kwenye show. Mwingine anasema kuda deki tulipanga kusalimia na kutembelea kikamilifu. Eee, noma sana. Mwingine anasema kode, njoo sisi watu wa Dodoma tunataka burudani ila stage uje na mudi munyama <laughs> noma sana. Mwingine pa anasema natumaini hamtotuangusha, lakini pia wengine anasema wanangu wa Dodoma, hii sio ya kukosa, inabidi tuwe wengi. Alright, bana, hii hapa ni teki ya pili, huwezi amini na rekodi hii habari. By the way, teki ya kwanza naamini haifai kushare kwa sababu nilikuwa nasoma comment za hii post ya Harmonize, by the way ni comment ambazo kama unataka kufanya usiku wako wa tofauti, nenda kapitia hii post ya kwenye page ya Konde Gang, ambapo wameweza kutangaza na kuweka wazi show ya Harmonize Dodoma imeweza kuwa postponed, na hii hapa ni baada ya kuweza kuona katika haya masaa kadhaa. So wanasema ni kwa ajili ya maombi, pia ndio maana nimpelekea yeye kutokuweza kuperform kwenye hiyo show. By the way, comment zimekuwa ni nyingi sana. Watu mbalimbali wameweza kutoa komenti zao kwa namna tofauti. Wengi walikuwa wanatamani kuweza kuona hiyo show ingekuwaje. Wengine wanatoa comment ambazo zinachekesha. Ukisoma comment utagundua kuna watu wako serious, zingine zinatisha. Lakini all in all, in natamani kujua kwa upande wako una comment gani kuhusiana na Harmonize kuweza kuahirisha show hii. Nini mtazamo wako? Unahisi ni ni haya aliweza kuyasema tu au kuna kingine ambacho kiko nyuma yake? Tuachie comment yako hapo chini kwenye comment section. Ungalie kwenye video lakini as long as kama unataka kwenda kufahamu nini ambacho kimeweza kuzungumziwa na watu mbalimbali mbali. Ukienda kwenye peji ya Konde Gang utaweza kukuta post hii, na kama 7 hours haina muda mrefu, kwa hiyo comment ni nyingi kweli kweli na nyingi zimeweza kuwa zinachekesha, niweze kusema hivyo kwa sababu watu wajawa serious sana, nyingine zina maneno fulani hivi ya kurusha. Kwa hiyo nimeenda kupita pale, nikasema noma kweli, lakini hii ni taarifa ambayo imeweza kutoka vipunde kwamba Harmonize ameweza kupostpone show yake ya Dodoma kutokana na haya ambayo yameweza kutokea. This time, nini maoni yako? Gonga like kwenye video sasa, kusubscribe kama bado, till next time, bye bye, cha peace and love. Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.